Katika mada za uwakili ikiwa ni wiki ya kumi na moja au sabato ya kumi na moja tunacho kichwa kinachosema moyo unapotakaswa. Mungu anapompatia mwanadamu utajiri ni ili ayatukuze mafundisho ya Kristo mwokozi wetu kwa kutumia hazina yake ya kidunia kuendesha kazi ya ufalme wa Mungu katika dunia yetu. Yeye anamwakilisha Kristo na hivyo hapaswi kuishi kwa kujipendekeza au kujitukuza nafsi, ili kupokea heshima kwa sababu ni tajiri. Moyo unapotakaswa kutoka dhambini, Kristo utawala mahali ambapo kujipenda nafsi na upendo wa hazina na dunia vinamiliki. Kufanana na Kristo huwa kunaonekana usoni. Kazi ya utakaso huwa inaendelea moyoni, hali ya ubinafsi hufukuza mbali, mtu mpya huwa anaonekana ambaye katika Kristo huumbwa katika hali ya utakatifu wa kweli. Hii inatoka katika Review and Herald ya mwaka 1900 moyo unapotakaswa. Somo hili au nukuu hii inatukumbusha ya kwamba tunapokuwa tumetakaswa katika mioyo yetu, Kristo Yesu anatawala mahali ambapo ubinafsi wetu na upendo wa vile vilivyowekwa mikononi mwetu na mengine yote yanayozunguka katika dunia hii yangeweza kuchukua nafasi. Hivyo moyo unapokuwa umetakaswa kutoka dhambini, mtawala katika moyo wetu katika maisha yetu anakuwa ni Kristo, na hapo ndipo ile kauli ya kusema ya kwamba Mungu kwanza inapokuwa dhahiri katika maisha yetu. Na tunaposema kufanana na Kristo, tunaweza tukasema ya kwamba kufanana na Kristo kunaonekana usoni, lakini kazi ya utakaso inaonekana au inaendelea katika mioyo yetu. Maana yake ni nini? Ili tuonekane tuna badiliko la kweli katika maisha yetu, hasa tunaposimamia kazi ya kuwa mawakili wema na waaminifu katika dunia hii, ni sharti kazi ianzie katika mioyo yetu, moyo uruhusu Mungu kuwa mtawala. Na moyo utakapokuwa umeruhusu Mungu atawale katika maisha yetu, basi hapo tutakuwa sio sisi, bali ni yeye. Kwa hiyo chochote tunachokuwa tumebarikiwa ikiwa ni utajiri, ikiwa ni mali, ikiwa ni kitu chochote ambacho Mungu kakiweka katika mikono yetu, katika utawala wetu, basi kitatumiwa kwa ajili ya kuiendeleza kazi ya ufalme wa Mungu hiyo si tu kuhubiri Injili, bali hata kuwahudumia wengine ambao wanatuzunguka. Mungu akubariki. Unapokuwa unajiandaa na ibada katika siku ya leo, ebu andaa matoleo yako, zaka, sadaka, na wote wanaoweza kusikiliza somo hili waelewe ya kwamba tunapaswa kutakaswa mioyo yetu, ili hata matoleo yetu yakawe mibaraka katika kazi ya Mungu. Mungu akubariki, na ninakukaribisha tuweze kukabidhi maisha yetu kwa Mungu kwa njia ya ombi. Baba Mungu mtakatifu, muumba wa mbingu na nchi na sisi wanadamu, tunakushukuru kwa nafasi ambayo umetupatia leo kutafakari juu ya maneno haya pekee ninachokuomba Mungu mimi pamoja na yeyote atakayesikiliza somo hili, endelea kutufundisha na kutufunulia kile kipaswacho kutendeka katika maisha yetu. Takasa mioyo yetu, ili hatimaye kile kinachoonekana katika utendaji wetu kiwe kwa ajili ya kuujenga ufalme wako. Mibaraka uliotupatia, mali ulizotupatia, zisiwe kwa ajili ya kujiinua, kujitukuza bali zitunyenyekeze kwa ajili ya kuujenga ufalme wako, na wale wote walio wahitaji wanaotuzunguka. Tumeomba haya na kushukuru ya kwamba wema wako ni mkubwa katika maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo, amina.